Amemwomba waziri mkuu kuchukua hatua stahiki dhidi ya mwekezaji aliyejihusisha na shughuli za uwindaji wilayani Meatu mkoani Simiu, anadaiwa kuwadhalilisha wananchi. Aidha, mbunge huyo ameiomba serikali kutafutia ufumbuzi mgogoro wa mipaka baina ya pori la akiba la Maswa na vijiji vinavyopakana na hifadhi hiyo. Taarifa ya Pasco Michael inasomwa studio. akizungumza kwa niaba ya wananchi katika mkutano wa hadhara mbunge huyo wa meatu amedai kuwa kero kubwa inahusisha kampuni binafsi ya mwekezaji ambayo wananchi wamekuwa wakiilalamikia kwa madai ya kuwatesa kwa vipigo hali ambayo amesema haipaswi kuendelea Nchi hii kama haina watu wenye akili, wanatoka porini, wanakamata watu ovyo ovyo, wanawapeleka kule porini. Akijibu malalamiko hayo, waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali haiwezi kumwona mwekezaji huyo akifanya vitendo viovu pasipo kuheshimu sheria za nchi, ambapo amemwagiza mkuu wa mkoa wa Simiyu Elaston Mbwilo kukutana na mwekezaji huyo na kupitia mikataba yote na taarifa itolewe kwa waziri mkuu ifikapo Machi 11 na kwamba iwapo atakuwa amekiuka baadhi ya vipengele, serikali itachukua hatua stahiki. Nimemshuhudia mbunge akisema, kama mheshimiwa waziri mkuu, huwezi kulishughulikia hili, inaweza kuwa tatizo, lakini siwezi kukaribisha tatizo. Namwagiza mkuu wa mkoa, kesho atakwenda msibani, kesho kutwa awe Meatu, aende huko kwa huyo mwiba, afanye mapitio ya ma... dhati kabisa tuone ni wapi ambapo Watanzania wanamie yake wanapata shida, ikibidi tufutilie mbali uwekezaji huo. Hii shangilio ni dalili kwamba eneo hilo tuna kero kubwa. Wakati huo huo, waziri mkuu Kasim Majaliwa amesitisha ziara wilayani Maswa kufuatia kifo cha ghafla cha mkurugenzi wa halmashauri ya Maswa Trasiasi Kagenzi aliyefariki dunia jana katika hospitali ya Bugando jijini Mwanza alikofikishwa kwa matibabu baada ya kuanguka ghafla juzi wakati akiwa kwenye mazoezi.